Hatari nyingine ambayo mfumo huu unayo ni pale ambapo una, unacheza na timu ambayo ina uwezo mkubwa wa kupiga pasi ambu, kwa maana ya kwamba wana viungo wazuri wenye uwezo wa kupiga pasi za haraka haraka na wenye uwezo wa kupiga pasi za masafa marefu. Tuchukulie mfano, Simba wanapokuwa wameenda kushambulia, mara nyingi utakuta wameacha nafasi Kwenye eneo la pembeni, kwa maana mabeki hawa Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe wakiwa wamepanda, wanaacha nafasi kubwa sana pembeni ya uwanja. Ikitokea pasi imepigwa kwenye eneo lolote, aidha kwenye eneo la Mohamed Hussein au kwenye eneo la Shomari Kapombe, mabeki hawa wawili wa katikati au wasogee pembeni kwenda kukaba hiyo nafasi ya huo mpira uliopigwa, au watawanyike na kuacha nafasi kubwa ambayo inakuwa ina ni faida zaidi kwa timu inayoshambulia na hapo Simba wanaweza wakajikuta kwenye matatizo makubwa ya kufungwa, au sio tu eneo la chini kwa mabeki ambao kunakuwa kuna nafasi kubwa, ni kuanzia eneo la viungo wawili wale wa katikati, basi inapopigwa watalazimika aidha waende wote na kuacha nafasi nyingine huko, au wapanuke wa, wa na kuacha nafasi kubwa uwanjani ambayo inakuwa ni faida kwa timu inayoshambulia nayoshambulia. E, ni mfumo wa nne, mbili, tatu, moja. Mfumo huu ni mfumo ambao u, unatumiwa na kocha Fadlu Davis ambao unawawezesha mabeki wawili wa, wa pembeni wa Simba kwa maana ya Mohamed Hussein pamoja na, na, na Shomari Kapombe kwenda kuongeza idadi ya watu wanaoshambulia katika lango la mpinzani. Sasa mfumo huu e, unategemea una, una sana e, mabeki wawili wa pembeni kwa maana mabeki wawili wa pembeni kwa maana ya Mohamed Hussein ambaye anatoka kwenye eneo lake la kushoto la kulinda, anasogea mpaka eneo la juu kabisa, anaenda kuungana na Charles Ahua, Joshua Mutale na Balua, wakiongeza idadi ya watu wanaoshambulia katika lango la mpinzani. Kwa hiyo sasa eh, badala ya eneo la viungo wa washambuliaji wa Simba kuwa na viungo watatu washambuliaji linakuwa na wachezaji watano, kwa maana ya wa... viungo watatu washambuliaji, pamoja na mabeki wa kulia na wa kushoto ambao wanapanda na kuongeza idadi ya wa watu wanaoshambulia katika lango la timu pinzani. Tukaangalie ubora wa mfumo huu ambao kocha Fadlu Davids anapenda kuutumia ambao unategemea sana mabeki wa pembeni kupanda kwenda kuongeza idadi wa sh... ya watu wanaoshambulia lango la timu pinzani tuende tukaangalia faida zake. Faida ya kwanza ni idadi kubwa ya watu, idadi kubwa ya wachezaji ambao wanakuwa wanaenda kushambulia katika eneo la timu pinzani, kwa maana ya kwamba kama timu pinzani itakuwa inaingia laba na mfumo wa nne, nne, mbili au nne, tatu, tatu, basi Simba watakuwa na faida. Kwa maana ya kwamba watakuwa na uguwa, watakuwa katika eneo la kiungo la timu pinzani. Kama timu pinzani itakuwa inacheza mfumo wa nne, nne, mbili, kwa maana ya viungo wa nne, mabeki wa nne, na washambuliaji wawili, basi katika eneo la katikati ambalo litakuwa na wachezaji wanne Simba watakuwa na faida ya kuwa na mchezaji mmoja wa ziada, kwa maana ya kwamba badala ya kuwa na viungo watatu washambuliaji, watakuwa na viungo watatu washambuliaji pamoja na mabeki wawili wanaoongezeka, wakitokea chini, kwa maana ya Mohamed Hussein pamoja na, na Shomari Kapombe. Hivyo itakuwa na faida ya mchezaji mmoja wa ziada, ambao kiuchezaji inakuwa na faida kubwa sana na inaongeza uwezekano wa timu kupata nafasi za kutengeneza nafasi kubwa nyingi zaidi za magoli. E, lakini faida nyingine ni kwamba unatumia nafasi nyingi zinazotokea katikati katika ya mabeki wa timu pinzani na kutengeneza nafasi za magoli kwa maana ya kwamba kama timu pinzani inacheza labda na mabeki wanne, tunachukulia kwa mfano mfumo ni wa nne nne mbili au nne tatu tatu, basi kunakuwa na mabeki wanne. Katikati ya mabeki hawa kuna kuwa kuna nafasi ambazo zinaachwa, ambazo sio nafasi kubwa sana, ni nafasi ndogo ndogo, lakini kama zikitumika, kwa, zikitumika vizuri, basi nafasi hizo huwa zinageuka ni nafasi za magoli kwa sababu Simba wanakuwa wana faida Eh, ya mchezaji mmoja wa ziada ambaye anaingia na kushambulia ile nafasi. Kumbuka, kwenye wale wachezaji watano wanaoongezeka kwenda kuongeza idadi ya watu wanaoshambulia kwenye kiungo cha timu pinzani. Juu yu yao yupo strike ambaye ni, ni mkwala mkwala anaongezeka na eh, nafasi hizi ambazo zinatokea katikati ya mabeki basi, wanakuwa na uwezo mkubwa wa kuzitumia kwa maana kunakuwa kuna watu sita wenye uwezo wa kutumia zile nafasi zinazotokea katikati ya mabeki wa timu pinzani. Hiyo ni faida kubwa sana ambayo mfumo huu nao, lakini pia ni mfumo ambao ni rahisi sana timu kurudi kwenye kwenye umbo la kiulinzi eh, kwa maana ya kwamba kama mlikuwa mnashambulia mkapoteza mpira ni rahisi sana kurudi haraka kwenye umbo la ulinzi na mkaweza kuzuia. Mfumo huu unawezesha timu kurudi katika mfumo wa nne nne moja moja. Lakini pia inawezesha mfumo inawezesha timu kama imepoteza mpira kurudi kwenye mfumo wa nne tano moja lakini pia mfumo huu unawezesha timu kurudi katika mfumo wa nne nne mbili kwa haraka na kuweka eneo la ulinzi eh, likiwa salama lakini pia ili uweze kunufaika na umbo la kiulinzi ambalo linaweza kutengenezwa pale ambapo wamekuwa poteza mpira ni lazima viungo wa Simba na wale mabeki wanaokuwa wameenda kuongeza idadi katika wakati wa kushambulia, wanatakiwa kuwa na uwezo mkubwa sana wa kurudi kwenye nafasi zao kwa haraka ili kuweza kufunika nafasi zile, nafasi ambazo zinakuwa zimetengenezwa walipokuwa wameondoka. Faida kubwa nyingine ambayo mfumo huu inayo ni faida, ni kwamba mfumo huu unaiwezesha timu kucheza mfumo wa counter attack ambao tunasema ni shambulizi la kushtukiza eh? E, inakuwa ni rahisi sana kucheza kwa maana ya kwamba inakuwa ni rahisi sana kwa sababu timu pinzani inakuwa ina mpira lakini kwa sababu e, umbo la ambalo Simba wanakuwa hawa wanalitumia wakati hawana mpira ni nne, mbili, tatu, moja. Kama ikitokea umepoteza mpira katika eneo lolote e, timu pinzani kama watakuwa wamepoteza mpira kwenye eneo lolote iwe ni eneo la nyuma iwe ni eneo la katikati au ni eneo la juu basi linaiwezesha Simba kufanya mashambulizi ya kushtukiza kwa haraka. Kwa mfano katika mchezo wa Simba dhidi ya Tabora United, ukiangalia tukio hili hapa, Tabora United walikuwa wanaanza kutoka, wanatengeneza shambulizi, lakini kwa bahati mbaya wakapoteza mpira na kwa sababu Simba walikuwa kwenye kwenye umbo lao lile la nne mbili tatu moja, basi liliwezesha haraka kufanya kuchukua mpira na kwenda kushambulia na haraka sana Tabora United wakajikuta wako kwenye shambulizi la hatari wachezaji watano, wa Simba wakiwa wanaenda kushambulia eneo lao ndani ya box e? na Tabora wakajikuta wako wawili tu, na baada ya muda wakajikuta wamerudi wote. Na kama unakumbuka vizuri, nafasi hii Charles Ahwa alipiga mpira ambao ulienda kugonga mwamba na haikuwa goli, lakini ilikuwa ni nafasi kubwa ya kupata goli, na Simba walitumia nafasi hii vizuri sana ya counter attack kwa hiyo mfumo huu wa 4-2-3-1 uliwezesha Simba katika mchezo wa Tabora United kupata nafasi ya kutengeneza goli. Walikuwa na wachezaji wengi na waliweza kushambulia kwa kasi, na pia inaongeza pressure, eh, inaongeza msukumu wa mashambulizi katika lango la timu pinzani. Sasa hayo eh, ni baadhi, hayo ni baadhi kati ya, ya faida kubwa ambayo eh, mfumo huu Simba watanufaika nayo wanapokuwa wanautumia. Eh, katika michezo yao Tukaangalia madhaifu ambayo mfumo huu wa 4231 ambao kocha Fadlu Davis anapenda kuutumia ambao unaweza ukamletea hatari hizo katika, katika timu yake. Kwanza kabisa kama utaweza ni, ni, ni mfumo ambao ni, ni, ni hatari sana pale ambapo utakutana na timu inayocheza na washambuliaji wawili, kwa maana ya kwamba itakapotokea Simba wametoka kwenda kushambulia lakini wakapoteza mpira eh, maanake italeta hatari mabeki wao wawili wanaokuwa wamebaki chini, kwa maana ya mabeki wa kati, kwa sababu kumbuka wa pembeni, mabeki wa pembeni wanakuwa wameongezeka wame eneo la kushambulia, kuongeza e, faida ya idadi ya wachezaji wengi katika eneo la kushambulia, wanawaacha mabeki wao wa kati wawili, kwa maana ya Shemalone pamoja na Hamza, wanakuwa kwenye hatari, kwa sababu kama timu pinzani itakuwa ina, inacheza ina, ina mfumo wa 4-4-2, maana maanake watakuwa wanawashambuliaji washambuliaji wawili, ambao hawa wawili wanaweza kutengeneza wanatengeneza mmoja dhidi ya mmoja kwa maana mabeki wawili waliobaki dhidi ya washambuliaji wawili wanaoenda kushambulia katika eh, lango la timu ya Simba. Sasa ukikutana na, na, na hali kama hiyo, inakuwa mara nyingi ni faida kwa timu inayoshambulia, kwa sababu ni rahisi kupita beki mmoja, unaona, kuliko wakiwa mabeki wawili au watatu. Hatari nyingine ambayo mfumo huu unayo ni pale ambapo unacheza una na timu ambayo ina uwezo mkubwa wa kupiga pasi eh? Kwa maana ya kwamba wana viungo wazuri wenye uwezo wa kupiga pasi za harakaharaka haraka, na wenye uwezo wa kupiga pasi za masafa marefu. Kwa maana ya kwamba tuchukulie mfano e, Simba wanapokuwa wameenda kushambulia, mara nyingi utakuta wameacha nafasi kwenye eneo la pembeni, kwa maana mabeki hawa Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe wakiwa wamepanda, wanaacha nafasi kubwa sana pembeni ya uwanja, kwa maana ya maeneo haya sasa. Hapo manake ikitokea pasi imepigwa kwenye eneo lolote, aidha kwenye eneo la Mohamed Hussein au kwenye eneo la Shomari Kapombe, ina, ina, inalazimisha mabeki hawa wawili wa katikati au wasogee pembeni kwenda kukabili hiyo nafasi ya huo mpira uliopigwa, au watawanyike na kuacha nafasi kubwa ambayo ina, inakuwa ni faida zaidi kwa timu inayoshambulia, na hapo Simba wanaweza wakajikuta kwenye matatizo makubwa ya kufungwa au kupata nafasi za hatari za magoli zaidi. Kwa hiyo eh, ni mfumo ambao una hatari kubwa sana kwa sababu hata hivyo, sio tu eneo la chini kwa mabeki ambao kunakuwa kuna nafasi kubwa, ni kuanzia eneo la viungo wawili wale wa katikati. Kwa maana kwa kwa, kwa, mfano wa kikosi ambacho kilianza dhidi ya, ya Tabora United, ilikuwa ni Shema Lon pamoja na Hamza, lakini pia katikati alikuwa ni Mzamiru Yassin pamoja na Deborah Fernandez. Wote hao ni ni wanakuwa ni wawili wawili wamesimama. Sasa basi napopigwa watalazimika either waende wote na kuacha nafasi nyingine huko au wapanuke wa, wa, wa na kuacha nafasi kubwa uwanjani ambayo inakuwa ni faida kwa timu inayoshambulia. Eh, faida, hasara... hatari nyingine ambayo mfumo huu inayo ni hatari ya mshambuliaji huwa anacheza mwenyewe muda mrefu. Eh, watu wengi wamekuwa na malalamiko kuhusu Mkwala mshambuliaji mpya wa Simba kwamba afungi mpaka ametafutiwa striker mwingine. Tatizo kubwa ambalo linatokea ni kwamba analazimika either ageuke na kuwa kama eh, namba tisa wa uongo au Ay, analazimika mara nyingi anajikuta yuko na mabeki wanne au watatu wale wanaobaki au mabeki wawili. Sasa katika nafasi katika mazingira kama hayo, ni ngumu sana kwa, kwa mshambuliaji ambaye anacheza kwenye hii timu kupata mafanikio makubwa sana au vinginevyo vya kutana na wa, viungo washambuliaji ambao wana uwezo mkubwa sana wa kutengeneza nafasi ambao kwa timu ya Simba ilivyo sasa, sasa hivi bado kiungo cha Zaha, ah, pamoja na Deborah Fernandez bado, eh, hata, angalau kidogo Awesu Awesu, Awesu alionyesha uhai uh, uh, uh, uh, mkubwa sana alipoingia katika mchezo wa Tabora United na kutengeneza nafasi mbili kadhaa na, na kutengeneza nafasi na na kadhaa. Kwa hiyo sasa eh, katika mfumo kama huu utasha, utas, tutasikia sana washambuliaji wa Simba wa kilomi. Hata mshambuliaji mpya ambaye amekuja bado atakuwa na changamoto ya kupata tabu ya kucheza, ni lazima atalazimika kucheza kama kiungo namba 9 kama namba 9 wa, na wa uongo au alazimike kugongana sana na mabeki ili aweze kupata nafasi ya kufunga katika mfumo kama huu hatutashangaa sana tukiona magoli yakitokea katika eneo la kiungo. Kwa hiyo changamoto kubwa ni kwamba mshambuliaji hapa, mfano kama Mkwala, anakuwa mara nyingi yupo mwenyewe eh? kwa mfano, katika mchezo dhidi ya, ya KMC ukiangalia katika hali kama hii, unaona kabisa viungo wote wa Simba eh? kwa maana ya mabeki pamoja na viungo wale wa, wa chini wameongezeka na kutengeneza situation ya kwamba Mukwala anajikuta yuko mwenyewe kwenye box na hana cha kufanya kingine zaidi ya kuangalia Debora akipiga ile shuti ambalo hata hivyo kipa aliweza kulitoa na ikawa ni kona. Kwa hiyo wana, uh, striker yeyote atakayecheza ndani ya Simba kwa mfumo ambao huu wa 4 2 3 1 lazima watu watakuwa wanapata lawama mara nyingi, kwa sababu ni mfumo ambao ha haumruhusu hau yeye kuwa mara nyingi kuwa comfortable na kupata mipira, kwa sababu wanakuwa viungo wamesogea na kuirudisha timu pinzani chini na kulazimisha mashuti yapigwe kutokea nje ya, ya box. Hivyo ni ngumu sana kwa ma, washambuliaji kupata nafasi za kufunga magoli katika mfumo kama huu. Lakini pia katika mchezo ambao Simba wamecheza mchezo mchezo ambao ulikuwa mgumu sana kwa Simba, ni mchezo dhidi ya Young Africans. Unaweza ukaelewa ni kwa jinsi gani katika mchezo wa, wa Simba dhidi ya Young Africans, Yanga waliweza kutumia weakness za mfumo huu na kupata magoli wakati Simba wamerudi chini katika eneo la kujilinda. Yanga walifanikiwa kupiga pasi nyingi za haraka haraka na kufanikiwa kutengeneza goli hiyo. Yeah, ndio weakness ambayo tunasema e, mfumo huu unao. Kwa hiyo lazima e, wachezaji wa Simba kuanzia mabeki, viungo wa katikati, viungo wa shambuliaji na striker yule anayekuwa juu lazima wajitahidi kuwa wana wanatumia vizuri E, wanatumia vizuri maelekezo wanayopewa na kocha ili kuweza kuhakikisha kwamba mfumo huu unakuwa na uimara zaidi, hasa pale wanapobadilika kwenda katika namna yao ya kujilinda, kwa sababu mara nyingi kwenye eneo la kujilinda lazima watakuwa wanarudi kwenye umbile la 4 3 3 au umbile la 4 5 1 au mara nyingi watajikuta wanarudi kwenye eneo la 4 3 3 au 4 2. Kwa hiyo lazima Simba wawe makini katika kutumia mfumo huu ili kuhakikisha kwa kwamba kocha anakuwa katika nafasi salama ya, ya kuendelea kubaki klabuni na kuendelea kuifundisha timu au vinginevyo watasababisha kocha apate matatizo makubwa na pengine aweze kuondolewa, na wakati bado eh, timu yake inakuwa bado haijafanya vizuri sana au hajaona matunda ya timu ambayo anaifundisha. Kwa hiyo mfumo wa 4 2 3 1 ambao wanaotumia kocha Fadlu Davis. Ni mfumo bora sana na makocha wengi duniani wanaotumia mfumo huo. Hata ukienda Ulaya katika mabara mengine huko mfumo ambao unatumika sana kwa sababu una faida kubwa kwenda kushambulia lakini pia ni rahisi kuja kurudi kuwa katika eneo la ulinzi na kutengeneza umbile ambalo linasaidia kwa timu kujilinda. Lakini ni mfumo ambao unahitaji umakini sana, unahitaji wachezaji ambao wana nguvu na, na e, ya kurudi kwenye maeneo yao kwa wakati na kuja kusaidia eneo la ulinzi ili kuhakikisha kwamba timu inakuwa salama. Je, yeah. Kwa mtazamo wako unaonaje mfumo huu utaifaidisha Simba au utakuwa na hatari yoyote? Wewe una maoni gani? Hayo ni maoni binafsi, nimetoa maoni yangu kuhusu mfumo huu, lakini pia karibu utoe maoni yako katika e, hichi tulichokiongea leo. Kama unatazama video hii na haujasubscribe, tafadhali gusa alama ya subscribe iliyoko chini ya ya video hii e, na uendelee kuwa mwanafamilia wetu. Kama ubaki mpaka sasa mwisho wa video hii ni, nipende kukuambia kwamba tumehitimisha hapa kwa siku ya leo. Tafadhali nipe maoni yako, tuambie nini unafikiria kuhusu mfumo huu utawasaidia Simba au utakuwa na matatizo? Tafadhali sana. Gusa alama ya like kama umependa hicho ulichokiona, lakini kama una maoni tofauti, tafadhali iandike pale chini kwenye komenti. Nitajibu kila komenti ambayo utaiweka. Tutaonana wakati mwingine katika video nyingine. Salute.